habari zenu nyote kwa majina naitwa baraka charo ni mmiliki wa bravo 254 mimi mtengenezaji wa viatu za shanga kama mnavyoiona kazi hii ya kutengeneza viatu ninavyotaka kufanya ni kazi hii iende mbali na ionekane na watu tofauti tofauti na madhumuni ya kufungua chaneli hii kwa sababu kazi yangu ijulikane na watu hata wa nchi za mbali, ndio na mimi kazi yangu ikuwe na izidi kusonga mbele. Mtu anayenitafuta mahali kwa kunipata mimi, niko Malindi hapa stage mpya, ukitoka na barabara ya Yab ukielekea hospitali kubwa, utaingia stage mpya, duka la kwanza, kuna duka kubwa linaitwa Msafiri Butchari. Mimi niko hapo tu opposite na yeye, kwa hivyo yoyote yule atanipata anayenitafuta. Siku napatikana sina Jumapili wala Jumamosi. Kwa hayo machache Mungu awabariki, na ukinitaka upita, nitafute YouTube utanipata, ukitaka Facebook, ukitaka Instagram, TikTok, kila mahali. Kwa hayo machache Mungu awabariki na mzidi kunisapoti na, na nyinyi ndio kila kitu. <tipulis>